Makkatil Mukarrama, mji mtakatifu uliopo Saudi Arabia, maelfu ya mahujaji wameanza kukusanyika ili kuanza kutekeleza ibada yao ya hija. Katika matayarisho ya safari hiyo ya hija, maafisa wa Saudi Arabia wamehakikisha kila kitu kipo sawa, kuanzia ratiba za ndege, malazi, usafiri wa ndani na masuala ya afya. Hapa mahujaji baada ya kunuia hija yao na kuvaa nguo hizi maalumu ambazo ni ihram wanapofika katika mji wa Makka huzunguka katika eneo hili la Kaaba, nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu. Mahujaji kutoka hapa nchini wameanza maandalizi ya ibada hiyo kupitia semina ya mafunzo. Niwaombe sana sana, sana, sana. Tuwasikilize viongozi wetu watakachokuwa wanatuelekeza katika semina hizi, tuwe wasikivu wazuri sana na kuzingatia sana kwa sababu ninaamini tumetafuta pesa zetu kwa njia mbalimbali ili tuweze kutimiza ahadi hii ya kwenda hija. Watanzania tumepewa kota ya watu elfu 25 kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini toka tumepata uhuru mpaka sasa hatujawahi kufika hata nusu ya ile kota ambayo tumepewa na Wizara ya Hija kwenda kutekeleza ibada ya hija. Mwaka huu Watanzania wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija ni Watanzania elfu tatu na mia sita. Hija ni moja ya nguzo tano za Uislamu, huwavutia mamilioni ya wa waumini kila mwaka, ambao husafiri kwenda katika mji mtakatifu wa Makka na Madina kutekeleza ibada hiyo. Mimi ni Jamali Hashim.